Ningeliwaomba viongozi wetu wachukulie wa umuhimu wa wacha mpira tu michezo na tena wachukue wa, wa watu wetu ambao wa michezo mbalimbali kama makocha na viongozi wengine wahusishe wa, wa, wa nyakati za, za michezo ya shule ili kutafuta vijana wenye vipaji ambao kila kaunti inaweza kufanya mpango ikatoa timu nzuri ya watoto wakimaliza darasa la, la, la nane wanawekwa pamoja na kuinua vipaji vao. Kwa hivyo msingi wa haya yote anayozungumza simu ya correspondence ni kwamba msingi wa huu mpira hata zamani ukiupeleleza unatoka katika kwa mashule. Hapa mashule ndio penye penye jumuiko la sisi kwenda kuchagua tuna wajuzi wengi katika grupu, ze, grupu yetu Iko Wapi Zamani. Kwa hivyo bwana mheshimiwa uh, governor ama waziri wa michezo, tuomba mtupe fursa, mwasikilize hawa wajuzi wetu. Sisi tunapaka national, national team coach wawili Muhammad Khairi, coach Tahiru na wanaowafuata wao, si makocha wadogo pia. Kwa hivyo hawa wote wakiwa wana mawazo fulani wapenda kushea na viongozi lakini hawajapata nafasi. Nafasi, fungueni milango yenu. Sisi na nyinyi tukishikana pamoja, basi insha Allah, tutafaulu. Na jambo lingine ni, ningeomba jamani, viongozi wa mpira kama hivi sasa, kwani tuna hapa Mombasa tuna ume, makundi mawili kuna football association Mombasa county football association na FKF. Jamani, kaeni, tusiwafanye tusi watoto wakatawanyika kwa klabu tofauti tofauti, ambapo tunaweza kuwa na klabu za kiasi katika ligi moja ambayo itatoa wachezaji wazuri ambao wanaweza kuchukua timu mpaka ifike premier league. Jamani, tuacheni hii migogoro tu, tu, tusitisheni migogoro, tuwe wamoja na tutafanikiwa. Kwa hivyo katika miongoni mwa uchumi tulioukalia ni hizi kampuni zetu. Pia huu ni uchumi wetu sisi wa pwani. Tukikaa kihivi hautufaidishi, basi ni masikitiko sana. Tunapoteza thamani kubwa sana ya hii pwani yetu. Mpira sasa ni wakati, kikombe cha National League, mimi nasema kichukuliwe kije Mombasa hapa tuje tukisherehekee na magavana wetu na masie, MCA, MCA wetu. Lakini uchumi tuloukalia sasa, tutumieni tuutendeeni kazi. Makampuni jitokezeni mutoe sponsorship. Na mtakuwa tax, tax exempted eh, mtasaidika kitasi ki, ki, ki, katika serikali mukisapoti hizi timu ambazo zilizoko. Kwa hivyo inshallah, natumai na natarajia kwa ujumbe wetu wa siku ya leo uh, malengo yatafikiwa na tutapata inshallah mwelekeo mzuri wa siku za usoni. Nafikiri tumemaliza mpaka hapo. Shukran sana. Mwenyezi Mungu awabariki nyote, ahsantum.